Waumini wa dini ya Kiislamu hapa nchini wametakiwa kulinda na kudumisha amani miongoni mwao pamoja na wananchi wenzao ikiwa ni njia sahihi ya kumwenzi Mtume Muhammad. Wito huo umetolewa leo jijini Dar es Salaam na viongozi wa dini ya Kiislamu katika semina maalum ya kusisitiza umoja na mshikamano katika kipindi hiki ambacho waumini wa dini hiyo wanajiandaa kuadhimisha siku ya Maulid ambayo ndio tarehe ya kuzaliwa Mtume Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake. Semina hiyo imeandaliwa na kituo cha utamaduni cha ubalozi wa jamhuri ya Kiislamu ya watu wa Irani jijini Dar es Salaam, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa dini hiyo. kama Watanzania, Mtume sallallahu alaihi wa ali, na huu ni ujumbe muhimu wa kuubeba katika eh, munasaba huu na katika hafla hii ya Maulidi, kubeba fikira hii ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa ali, katika mafunzo yake makubwa, umoja wake, hakufunza umoja tu kati yake yeye na waislamu bali mtume tunampata ndani ya ardhi ya Makka. Mtume ndiyo kiongozi ambaye anayetuunganisha sisi kama Waislamu, pamoja na tofauti za kimadhhab tulizo nazo, lakini bado Shia mtume wao ni muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sunni mtume wao ni muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na yoyote yule katika madhhebu yake mtume wake atakuwa ni muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semina hiyo ilifunguliwa kwa aya za Qur'an tukufu zilizosomwa na wasomaji mabingwa kutoka nchi ya Iran. <mimu>